Um, kutoka Ukerewe tunapiga mwendo mpaka Tanga ambapo wazazi wenye watoto wenye vichwa vikubwa na mgongo wazi wameombwa kujitokeza kupeleka watoto hospitali ili waweze kupatiwa matibabu yanayotolewa bure. Wito huo umetolewa na katibu tawala wa mkoa wa Tanga, Zena Said wakati alipowatembelea watoto wanaopatiwa matibabu ya upasuaji katika hospitali ya rufaa ya Bombo iliyopo mkoani Tanga. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Betha Mwambela kutoka Tanga. h wa madhehebu ya dini na wataalamu wa afya wilayani Buhigwe mkoani Kigoma wamesema wanaunga mkono jitihada zinazofanywa na serikali kupitia taasisi zake kuwabaini wafanyakazi waliotumia vyeti vya bandia kupa, kujipatia ajira. Wakizungumza katika mahojiano na mwandishi wa TBC, viongozi hao wamedai kuwa baadhi ya watumishi walioajiriwa kwa kutumia vyeti vya kugushi umesababisha athari kubwa kwenye huduma za jamii. Dr Elias kutoka Kigoma ametumia taarifa ifuatayo. Hivi karibuni vyombo vya dola mkoani Kigoma kwa kushirikiana na wataalamu kutoka baraza la famasi vilifanikiwa kukamata zaidi ya vyeti mia tisa vya kugushi vya aina mbalimbali vikiwamo vya taaluma ya afya, elimu, udereva na ndoa, vikiwa tayari kutumwa kwa wahusika, huku vingine vikiwa katika hatua mbalimbali ya maandalizi. Kufuatia tukio hilo, askofu wa kanisa la Wadventista wa Sabato kanda Magharibi Bernard Mambwe, wakufunzi na wahitimu wa, wa mafunzo ya miaka miwili ya uuguzi na ukunga wa chuo cha Heri Mission kinachomilikiwa na kanisa la Wasabato wanaunga mkono hatua zinazochukuliwa na serikali za kudhibiti vyeti vya kugushi. Ni hatari sana kwenda kujaribu kuhudumia huduma ambayo wewe hukuisomea, unaweza ukaleta madhara ya kujikuta umeumiza watu. Kwa hiyo tunawaonya kabisa watu ambao wanajaribu ku, kugushi vyeti ili wapate tu ajira bila kuwa wamesomea. Serikali iwaainishe wa tu iwatambua alafu uchukue hatua. Kwanza, kugushi cheti ni kosa mojawapo la jinai kwa nchi yetu ya Tanzania. Mtu anakuja anaumwa ana, ana kifua kikuu, wewe unampa vidonge ambavyo vinatibu homa, haiwezekani. Unamsababishia madhara mengine ambayo kwake hayapo. Pamoja na mtazamo huo, Askofu Bernard Mambwe anawataka wahitimu kuzingatia maadili ya taaluma yao, huku wao wakiahidi kumtanguliza Mwenyezi Mungu katika kuitumikia jamii. Wafanye kazi wakijua kwamba wanahudumia umma ambao kwa kweli unahitaji huduma yao, ili taifa liendelee kupata huduma nzuri ya kiafya katika huduma zote ambazo zinatakiwa. Kama mimi nilikuwa na sababu ya kusomea uuguzi kwa hiyo nina wito kutoka moyoni mwangu na lazima nitawatumikia Watanzania kutokana na elimu yangu niliyoipata. Mojawapo ikiwa ni ushirikiano wetu pamoja na madaktari kitu ambacho kinachopatikana kwa mgonjwa asaidiwe kwa tatizo hilo hilo kwa muda mwafaka. Jumla ya wahitimu ishirini na watano wakiwemo wa kiume ishirini na moja na wa kike wanne wamehitimu mafunzo ya miaka miwili ya uuguzi na ukunga, na kwamba washaji wa mishumaa ni kielelezo cha kiapo katika kuitumikia jamii kwa uaminifu na uadilifu. Kutoka Kigoma, mimi ni Dkt. Elias wa TBC na, na.